Uvira, Meya wa mji makamu, bwana Kifara Kapenda Kiki anusurika kifo hii siku ya posho ya tariki ishirini na nane mwezi wa sita mwaka elfu mbili ishirini na tano. Kifara Kapenda Kiki afanya ajali kubwa ya barabarani wakati alikuwa akitokea Kase Kavimvira akijielekeza nyumbani kwake baada tu ya kufanya kazi za pamoja za kila siku ya posho kama salongo inavyoendelea hapa mjini Uvira. Meya wa muji alianzisha kazi za salongo katika hali tu ya kupambana na hali ya usafi mjini Uvira. Meya wa muji aliweza kufanya ajali ya barabarani, kugongwa na gari la FARDC maeneo tu ya Mulongwe Avenue Walungu. Habari zaeleza kuwa gari zote mbili zilizokuwa zikipaki barabarani kwa kusubiri gari lori litoke ndani ya barabara na hapo ilisababisha gari la FRDC lilokuwa kwa kasi iliweza kumgonga na kusababisha kuharibika kwa gari baada tu ya tukio hilo mwanajeshi alikuwa ndani ya gari hilo alitamani kufyatua risasi baada tu ya kitendo hicho baada tu ya raia kusikia hivyo walalamika kuwa huyo ni meya wa mji na hapo maskari Habari zaeleza kuwa hakuna yeye fariki wala kuumia, ila gari zote mbili kiwa gari ya mea wa mji na gari ya mtangazaji prote mjini Uvira ndizo ziliweza kuharibika. Tulipata nafasi ya kuhojiana na dereva wa mea wa mji aliyeshuhudia tukio hilo, tumsikilize. Bo, sisi tulikuwa tuko tunatoka na mea tunatoka makazi ya, ya, ya Salongo ya leo sa mji tulipofika hapa tukakutana na na kamio moja alikuwa inasimama hapa e, tukaona tuwezi tukatambuka hiyo kamio, tukasimama. Tuliposimama korteje ya gari ya basoda ya, ya bajie ndio ikatoka kule tute mukorteje mu, ule umoja wa nyuma akataa double wenzake kwa mbio, na sisi akakia kutupiga hapa tunasimama. Tulikuwa mimi ulikuwa mea kulikuwa eh, donk eh, sekretere wake, na tulikuwa na na journaliste mmoja wa wa Sercom na nyuma yetu kulikuwa kulikuwa hiyo gari ingine, unaona ilikuwa nyuma. Kwa sai mea ametoka, siye bote tumetoka sensof na mea akajielekeza huko, eh, kwanza wamwangalie me niye, na mimi niko hapa kama vile mnaniona.